Hii ndiyo sura ya mwisho ya The Millionaire Next Door, na inaweza kuwa sura ya mwanzo wa maisha yako mapya ya kifedha. Kama hujabadilisha mtazamo wako kuhusu pesa mpaka sasa, basi hii sura ndiyo itakayokufungua macho kabisa. Hii ni Sauti ya Kurasa, karibu sura ya nane. Jobs. Millionaires versus heirs. Tofauti kati ya wale wanaojenga utajiri na wale wanaourithi. Karibu tena kwenye Sauti ya Kurasa. Tunaendelea na kitabu cha The Millionaire Next Door kilichoandikwa na Thomas J. Stanley na William D. Danko. Sura ya nane inaleta mjadala muhimu sana kuhusu kazi, taaluma na mtazamo wa kipato kati ya watu wanaojenga utajiri wao wenyewe na wale wanaotarajia kuurithi. Waandishi wanatuonyesha wazi kwamba kuna tofauti kubwa kati ya millionaires, wale waliojenga mali zao kwa juhudi zao, na heirs, wale waliopata au wanategemea kupata utajiri kutoka kwa familia. Kupitia tafiti zao, Stanley na Danko waligundua kwamba watu wengi waliokuwa matajiri kwa juhudi zao walikuwa na sifa moja muhimu: walichagua kazi au biashara zilizokuwa na uwezekano wa kujenga mali ya muda mrefu, si tu kuleta kipato kikubwa cha haraka. Wao walielewa kwamba kazi si tu chanzo cha mshahara, bali ni chombo cha kujenga uhuru wa kifedha. Kwa upande mwingine, wale waliotegemea urithi mara nyingi hawakuwa na msukumo mkali wa kujenga mali zao wenyewe. Walikuwa na mtazamo tofauti kuhusu kazi. Kwao kazi ilikuwa jambo la muda au la heshima tu, si lazima la kujenga mali. Hii iliwafanya wengi wao kuto kujenga utajiri unaodumu. Kitabu kinaonyesha kwamba matajiri wa kweli mara nyingi hawakuwa kwenye taaluma zinazovutia sana au zinazoheshimiwa sana kijamii. Hawakuwa lazima madaktari maarufu au wakurugenzi wa makampuni makubwa. Wengi wao walikuwa kwenye biashara za kawaida kabisa kama wasambazaji wa bidhaa, wamiliki wa kampuni ndogo au watoa huduma maalum. Lakini walikuwa na kitu kimoja walikuwa kwenye maeneo yaliyokuwa na faida thabiti na yaliyoruhusu akiba na uwekezaji wa muda mrefu. Katika muktadha wa Kiafrika, hili ni somo muhimu sana. Watu wengi huchagua kazi kwa sababu ya hadhi au sifa ya kijamii, lakini sura hii inatufundisha kwamba hadhi si sawa na utajiri. Unaweza kuwa kwenye kazi yenye heshima kubwa, lakini usiwe na mali yoyote ya maana, kwa sababu kipato chako kinaenda kwenye gharama za kuendana na hadhi hiyo. Wakati huo huo, mtu mwingine anaweza kuwa kwenye biashara ya kawaida kabisa, isiyovutia sana, lakini akawa anajenga mali pole pole kwa nidhamu na uwekezaji sahihi. Sura hii pia inazungumzia maamuzi ya wazazi matajiri kuhusu watoto wao Wazazi wengi waliokuwa wamejenga mali zao walikuwa waangalifu sana kuwahimiza watoto wao kuchagua taaluma zinazowezesha kujitegemea, si taaluma zinazotegemea jina la familia. Hawakutaka watoto wao wawe warithi wa faraja, bali wawe wajenzi wa mali. Ujumbe mkubwa wa sura hii ni kwamba utajiri wa kweli hauji kwa sababu ya kazi ya kifahari, bali kwa sababu ya kazi inayowezesha kujenga mali. Matajiri wa kweli wana mtazamo wa muda mrefu. Wanauliza swali hili: Je, kazi hii inaniruhusu kuweka akiba? Je, inaniruhusu kuwekeza? Je, inaniletea uhuru wa kifedha? Kwa maneno mengine, sura ya nane inatuambia kuwa si kila kipato kikubwa kinazalisha utajiri na si kila urithi unahakikisha mafanikio. Utajiri wa kweli unahitaji nidhamu, maamuzi sahihi ya taaluma na mtazamo wa muda mrefu. Kama wewe ni kijana au mazazi, sura hii inakupa swali la kujiuliza. Je, ninachagua kazi kwa hadhi au ninachagua kazi kwa uwezo wake wa kujenga mali? Utajiri hauko kwenye jina la kazi yako. Uko kwenye namna unavyoitumia kazi hiyo kujenga mustakabali wako. Na kabla hatujamaliza, nataka ujue kitu muhimu. Hii ndiyo sura ya mwisho ya kitabu cha The Millionaire Next Door. Tumetembea pamoja kuanzia misingi ya nidhamu ya pesa, tofauti kati ya kuonekana tajiri na kuwa tajiri, nguvu ya kujitegemea, mpaka sasa kwenye tofauti kati ya wajenzi wa utajiri na warithi wa utajiri. Sura hii inafunga safari yetu kwa ujumbe mzito sana. Kazi na maamuzi yako ndiyo yataamua mustakabali wako wa kifedha, si jina la familia yako wala hadhi ya kazi yako. Na kama umekuwa nasi tangu sura ya kwanza mpaka hapa, hongera. Umejifunza si tu kuhusu pesa, bali kuhusu tabia, nidhamu na mtazamo wa muda mrefu. Hii ndiyo mwisho wa kitabu hiki, lakini mwanzo wa safari yako ya uhuru wa kifedha. Kama mfululizo huu umekufungua macho, subscribe sasa na uwashe kengele. Safari ya kujenga utajiri wa kweli ndiyo inaanza sasa. Tujiandae kwenye kitabu kinachozungumzia si tu pesa, bali uwezo wa kuwa bora kupita kawaida, nacho ni Mastery cha Robert Greene.